Like, na kucomment. Kotini nimeshangaa ya kwamba Tundu Lissu hakuletwa. Mahakama yaendelea kimtandao, mashtaka ni yale serious kabisa. Ni yale ambayo haina dhamana, no bail. Ni yale ambayo ukipatikana na makosa utapatiwa ile adhabu kali kabisa. Kesi ya aina hiyo haiwezi kuendelea kwa mtandao. Lakini na ndivyo mawakili wa Tundu Lissu wamepinga vikali, na Tundu Lissu mwenyewe amekataa kuhudhuria uh, kesi kwa mtandao. Sasa tutangojea koti ikate hiyo kesi kusema kama tutaendelea kwa mtandao au physical hearing, kwamba nchi zetu zote zizingatie mfumo wa kisheria zisimamie haki zetu za kibinadamu na sababu tunajua Tanzania iko na uchaguzi mwezi wa kumi. Inaonekana serikali ya CCM inataka kutaabisha Tundu Lissu ambaye ndiye anaongoza ile chama kubwa zaidi hapa Tanzania, ndivyo waondoe upinzani na waweze kuvuka bila kupingwa. Hiyo siyo demokrasia. Kama wako na uhakika wananchi wa Tanzania wamesimama na wao, tume la uchaguzi la Tanzania iondoe hiyo kusema ime imeondoa Chadema kwa dhamana ya zile vile vyama vitahudhuria uchaguzi, na serikali ya Tanzania ifungue mazungumzo yale Tundu Lissu na Chadema yanauliza ni ya muhimu zaidi. Lazima uchaguzi ufanyike na uwazi na kwa njia ya usawa, siyo chama moja kuweka masharti ambayo inawapatia kipaumbele na ndivyo washinde bila kuchaguliwa na wananchi. Sisi tunaheshimu wale wako kwa madaraka, lakini pia waheshimu wananchi. Nimesoma nikiwa hapo kotini katiba ya Tanzania. Inasema kama katiba ya Kenya na ya Uganda ya kwamba ushukani sovereignty belongs to the people. Kila mtu amekalia kiti kubwa, ajue amekalia hapo kwa sababu mwananchi amempatia hizo nguvu na mwananchi anaweza kuziondoa. Hizo nguvu sio za kupigapiga na kuua wananchi ovyo. Ni nguvu za kutunza wananchi na Tanzania na jumuiya nchi zote za jumuiya na kuona haki imetendeka kwa wote. Sisi tunaomba amani katika kusimamia sheria na haki za kila mtu. Haiwezi kuwa ni amani ya viongozi peke yake. Ni amani kwa kila mtu wa jumuiya kama ni Tanzania kwa kila Mtanzania. Kama ni Kenya kwa kila Mkenya, kama ni Uganda kwa kila mwananchi wa Uganda. Hiyo ndio tunaendelea kudai na tutasimamia, sababu tusiposimamia kama sisi wananchi, nani mwingine? Sisi wananchi ndio tulipigana na wabeberu, na ndio tutapigana na ukoloni mamboleo unaletwa na viongozi wako na rangi kama yetu, lakini roho zao ni ukoloni tupu. Sasa I ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.